Injinia na diwani wangu, yani sisi ukienda pale mbugani pale maji yani tuna tanki moja ambalo limetengenezwa kule chini yani kina mama wanaondoka saa kumi na moja usiku, yani wanarudi saa 11 jioni. Yani shida yetu yani, si mimi nimefanya kazi nikiwa katibu wa balozi yani, imekuwa ni changamoto shida sana, miradi nyingi zimekuwa zinaishia barazani. Yani sisi hapa tumekuwa tukichaguliwa tumekuwa tunakero sana Jamani, tuna kweli, tuna mabalozi wetu, ila imekuwa ni changamoto. Tunakuomba injinia, diwani, cha kwanza uki ukipita, tunaomba matanki matatu yajengwe, na hivi sasa tuna visima viwili, sio diwani? viwili vitachimbwa katika kata yetu hii ya Igigwa, lakini pamoja na hayo suluhisho la kutosha ni kwamba Mama Samia ametuhurumia na amesema kwamba sasa analeta maji kutoka Mwanza, kutoka Ziwa Victoria, ambayo yataingia hapa Igigwa. CCM oye! CCM oye! Nani kama Mama Samia? Hebu basi ale mabango naomba tusiyakunje, hebu tuinue, tumpepee mama Samia ili hata leo hii atuone kwamba wananyakaunga, leo tumesika habari za mama Samia na tunampenda mama Samia kweli, sio kweli? Mama Samia oye! Mama Samia anatuletea maji, mama Samia ataleta umeme, mama Samia ataleta huduma za afya katika jimbo letu la Sikonge, lakini na katika kata ya Igigwa vile vile, mama Samia wewe. Sisiem huyi lakini, bado mama huyu huyu, kwa mapenzi aliyonayo, hataki kuona kwamba wanaskonge na watanzania tunakuwa maskini. Katika ilani ya Chama cha Mapinduzi amesema kwamba anaenda kuimarisha mfuko wa asilimia kumi kwenye halmashauri zetu kwa ajili ya mikopo ya kina mama, kwa ajili ya mikopo ya vijana na kwa ajili ya mikopo ya watu wenye mahitaji maalum. Sisiemu huye labda niwaulize hapa, wananyakaunga Tunazo na sisi tuna vikundi kwa ajili ya mikopo vijana, tuna vikundi mikopo, mnapata, tutahakikisha tunaisimamia ili kusudi vikundi vinavyoanzishwa muweze kufaidika na huu mfuko wa mama Samia Suluhu Hassan. CCM oyee! CCM oye! Ndugu yangu diwani amesema, ya wazee hawajaachwa, pasafu itaendelea na sisi tutaisimamia kuona kwamba haki inatolewa. CCM oye! Kidumu chama cha mapinduzi! Ndugu zangu wanajakaunga, niko mbele yenu hapa kuwaomba kwa dhati ya moyo kwangu na nikifahamu Igigwa jinsi ilivyo Igigwa, ikiwa ni kata kubwa kuliko kata zote. Ndugu zangu niko mbele yenu hapa nimesimama kumwombea mama Samia suluhu Hassani, tumpe kura za kutosha yeye, tumpe kura ili kusudi sisa tupe maendeleo Igigwa oye! Igigwa ee. Hebu naomba tunyooshe mkono wale ambao wako tayari tarehe ishirini na tisa kwamba watatoka kwa ajili ya kumpa mama Samia ili aweze kututengenezea mabarabara ili aweze kuhibarisha huduma zetu za afya ili aweze kutuletea maji ili aweze kutuongezea kwa maeneo ya kilimo. Hebu mikono juu, wananyakaunga wampe kura mama Samia. Lakini pamoja na mama Samia, ninawaomba vile vile ndugu zangu mimi niliyosimama hapa Injinia Amosi Maganga, ninawaomba mnipe kura za kutosha. Ninawaomba mnipe kura ili kusudi niwe na ujasiri wapenda kumwambia mama Samia, mama Samia, watu wa Nyakaunga, watu wa Igigwa wanahitaji maji. Ujasiri huo nitaupata kama mtanipa kura za kutosha. CCM oye Najua wanaigigwa na wapiga kura takribani kumi na tano elfu mia tatu sitini na nane ni waulize, Nyakaunga, naenda kumpa mama Samia na injinia Maganga kura ngapi? Kura ngapi? CCM we, we, Nyakaunga. Lakini mama Samia Suluhu Hasani na injini ya Amosy William Maganga hawezi wakafanya kazi peke yao, ni lazima tuwe na jembe lile pale, si ndio? Yeah. Nimekuta sehemu nyingine wana mwita Burudoza, wengine wana mwita Zagamba, wengine wanamwita sijui na kaunga mnamwita nani? Lakini ninamuomba ndugu yangu huyo aji Nzalalila kipa ni hayo Nzalalila nina mhitaji tushirikiane naye tuweze kuanzisha tuweze kuanzisha halimashauri yetu ya Sikonge, halimashauri ndiyo thabiti, halimashauri yenye nguvu, halimashauri inayopenda watu na halimashauri inayowasaidia wanyonge. Ninamtaka mtaka wangu bwana, mnipe niende nikafanye kazi naye. Hata kama fedha ya mfuko wa jimbo inatoka inaenda Igigwa, nikiwa na Nzalalila sina wasiwasi, ninajua kwamba hizi zinaenda kuleta maendeleo. Sisi oye, sisi oye! Wananyakaunga, si mnajua mnawagombea wawili hapa nafasi ya udiwani, tunao wawili, si ndio? Tunaye huyu ndugu yangu, huyu bwana ndio, huyu anaitwa bwana nani, bwana ndio, ninaye hapa lakini wengine wameniambia kuna bwana mmoja ambaye simjui na wanasema kwamba naitwa hapana. Nyie hapana mnamjua? Mimi hapana si mjui. ninayetaka Tanzania nzararia, ninawaomba sana, kula zote kumi na tano elfu mia tatu sitini na nane ziende kwa bwana ndio, na huyu hapana apate sifuri, sawa? Ndugu zangu, na mimi hapa, ndugu zangu, kuna watu watano wamenipinga, watu wanne wamenipinga. Sasa nawaomba wananyaka unga na wanaigigwa hawa, haki yao ni zilo hawa haki hawa wanne waliolipinga haki yao awa ni zilo. Hawa tuwaonyeshe ni... kazi tuwaonyeshe kwamba sisi ni Chama cha Mapinduzi, na Igigwa ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. Tumthibitishie namna hiyo na, na Samia Suluhu Hasani kwamba Igigwa ni ngome ya Chama cha Mapinduzi, na wengine wote haki yao mama Samia ya amepigwa na watu kumi na wandia, sita. Nawaambia kumi na sita hawa kumi na sita hawa haki yao ni Zero. CCM oye! Tunaomba kura zote za ndio kwa Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi!